Zimeundwa kamati maalum kwa, kwa, kwa ajili ya kutekeleza mwongozo wa uratibu wa programu hii, na leo kila halmashauri kupitia kamati hiyo itawasilisha utekelezaji wa wafua mbalimbali kutoka kwenye halmashauri zao. Na ni imani yangu mwezi wa pili hadi wa tatu tulikuwa katika maandalizi mbalimbali ya bajeti, ni imani yangu kuwa kila halmashauri imehakikisha kwamba wa kushirikiana wadau mbalimbali imetenga budget kwa ajili ya kuhakikisha kwamba utekelezaji wa fua hizi unakuwa endelevu. Wa shiriki mtoto mleavyo ndivyo akuwavyo, kama ambavyo liitangulia kusema. Kwa hiyo wajibu wetu ni kwa kuhakikisha kwamba kile ambacho tunakitarajia au kile ambacho tuna baadaye kiwe ni ambacho tunaki, tunakiweka leo. Kwa hiyo misemo hii inaashiria kuwa kila sababu ya kwe, tuna kila sababu ya kuwekeza vizuri kwa watoto kabla hawajafikia umri wa utu mzima. Kwa sasa kumekuwa na changamoto nyingi kutoka katika malezi ya watoto wetu na hivyo kupelekea athari mbalimbali mbali za watoto ikiwemo ufaulu mdogo, marazi, utumikishwaji wa watoto, udumavu, watoto kuishi na kufanya kazi mitaani, ukatili wa watoto na mingineyo mengi. Na hivi sasa ukiangalia tuna shughuli kubwa ambayo inatukabili hasa kwenye jukumu la malezi likiwemo likiwemo hasali ambazo zinatokana na watoto kufundishwa shughuli za ushoga na usagaji. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha tunaimarika katika malezi na tuna wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba kila ambacho tuna, tunaona mtoto atendewi haki tuna haja ya kupiga kelele au kupaza sauti ili kuhakikisha mambo yao yote tunayatokomeza, ili angalau mwisho wa siku tupate watoto ambao ni taifa halisi ambayo litatuwezesha tatuwe, nchi yetu kusonga mbele. Ni muhimu kufahamu kuwa jukumu la kuwasaidia na kuwatunza ni letu sote, tukianza katika ngazi ya familia, ngazi ya jamii, serikali ya mitaa na serikali, serikali kuu kwa ujumla. Katika hili jambo muhimu, ni kuhakikisha kuwa tunatenga na kutumia rasilimali tulizonazo kwa ajili ya kuwasaidia watoto ili wakuwa kikamilifu katika maeneo yetu, muhimu kama yalivyoainishwa katika programu hii. Awamu ya kwanza sisi tulianza na mikoa kumi kama kuangalia baadaye tukaenda mikoa mingine iliyobaki kumi na sita Kwa hiyo maanake sasa hivi tunakwenda mikoa yote ishirini na sita katika utekelezaji wa programu hii hauna bajeti ambayo unasema imetengwa kwa wa kwa, kwa kutekelezaji wa program. Kila mdau anatekeleza katika maeneo yake. Kwa hiyo imekuja, sio kwamba kuchukua program, yani shughuli za program zingine, bali imekuja kujazia pale ambapo kuna mapungufu katika programu. Kwa mambo ya afya yenyewe imechukua yale mambo ambayo kwa upande wa afya ilikuwa ayatekelezi vizuri, kwa hiyo imeweka kwenye program, upande wa elimu ya awali, kwa upande wa lishe, kwa hiyo haimaanishi kwamba kuna zile programu zingine za lishe za elimu za afya zimekufa. Hapana, hii ina, inajazia katika maeneo ya, ndio maana yenyewe haina bajeti ya kwake yenyewe. Bajeti zile zile za afya, zile zile za lishe, zile zile za elimu ya awali ndizo zinatumika katika utekelezaji wa programu hii pia. Kwa mfano, hata wadau na wao katika programu zao wanaangalia tu maeneo yapi ambayo programu inasema wanakazia katika kutekeleza masuala ya mtoto. Tunahimiza halmashauri zote zitenge bajeti, ziweze kuweka bajeti kwa masuala ya malezi ya mtoto. Kwa mfano, afya, lishe, elimu ya awali, ulinzi na usalama wa mtoto. Pia malezi ya ma, malezi yenye mwitikio ni swala ambalo ni geni kidogo kulielewa, nalo linahitaji watu waelewe, kwa sababu malezi yenye mwitikio ni, ni vile vitendo ambavyo mzazi anaifanya kwamba kwa mtoto huduma zote hizi zingine zinapata, anazipata kwa wakati kulingana na mahitaji kwa wakati huo, unaona. Kwa hiyo malezi ni mwitikio ni muhimu sana, kama ni, kama ni catalyst ya huduma zote zingine ambazo mtoto anatakiwa hapa hiyo. Kwa hiyo lazima mzazi awe responsive kwa kile ambacho mtoto anahitaji kukipata kwa wakati kwa wakati husika. Kwa, kwa mkoa wa Tanga, ndio maana leo tumeitana hapa kuja kutathimini, tunafanya tumefikia wapi kwa hiyo mpaka watakapomaliza kufanya mawasilisho wote, tutakapojua kwamba tuko wapi. Lakini so far tunakwenda vizuri, kwa sababu kikao kilichopita tuliwaagiza kwamba waangalie namna gani wataweka kwenye bajeti zao, na muda mfupi uliopita miezi miwili iliyopita walikuwa na ratibu eh, mambo ya bajeti. Kwa hiyo tunaimani kwamba hilo wamelitekeleza na kwa sababu tikuelwe kwenye bajeti, basi tunaimani kwamba mwaka wa fedha wanaoanza Julai basi utakuwa na utekelezaji mzuri zaidi kuliko huu uliopita ambao ulikuwa hauna bajeti kamili. Malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto yanatuhusu wote kuanzia ngazi ya familia. Kwa hiyo tunatakiwa sisi wenye hiyo habari au wenye hiyo taaluma kidogo tuhakikishe kwamba hizi habari tunazisambaza kufika ngazi ya kifamilia, ili kwa pamoja familia zetu zikue vizuri na watoto wetu wakue vizuri, na baadaye taifa lio na watu wenye weledi katika kazi zao katika kufuata zile afua zote tano za kuweza kumlinda mtoto akue katika utimilifu wake, aweze kutimia yale yote ambayo anatakiwa ayapate, kutokea ule umri wakiwa tumboni mpaka anapofikisha miaka nane. Na hii yote inatusaidia kwamba tunapata viongozi waliokuwa wazuri, viongozi waliotimia, viongozi wanaotekeleza majukumu yao na kuepukana na wale viongozi ambao baadaye wanaweza wakasumbua taifa ina maana kwamba tuki watoto wakipata ulinzi mzuri, wakatimiliza yale yote wanayotakiwa, hata katika mwongozi wao wataongoza vizuri na hata katika familia zao. Tutaepukana pia na wale watoto wa mitaani, tutaepukana na wale watoto ambao hawaelewi kila anachoelekezwa, yeye kwake haelewi, ni mtoto ambaye ni mbishi, ni mtoto ambaye ni katili. Kwa maana hiyo tujitahidi, tushirikiane kwa pamoja. Tunajua kabisa hizi kazi bila kushirikiana hatuwezi kufanya chochote, na vile vile watoto wetu tusisahau kuwafundisha katika malezi yaliyokuwa ya dini, na ndio maana hata shuleni kuna vile vipindi vya dini. Ina maana mtoto atakapotimi atakapokuwa katika msingi wa dini, hata katika uongozi wake, hata katika familia yake, ina maana kwamba akimweka Mungu mbele, hakuna ambacho anaweza kaenda tofauti na vile inavyotakiwa. Kwa hiyo tushirikiane kama watumishi, pale ambapo panakuwa na shida tushirikishane katika kutatua yale matatizo, tusifanye wenyewe kiubinafsi. Kitu unakifahamu hutaki kushirikisha wengine, ina maana bado utakuwa hatujamtendea haki yule mtoto. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kikao kilikuwa kizuri, wajumbe wamefika kwa kutosha lakini pia michango ya kuendeleza na kujenga zaidi vikao vyetu ili viwe vyenye tija imetulana. Tumeondoka na maazimio takriban, maazimio kama nane kwenye kikao chetu moja. Mheshimiwa Mwenyekiti ametuongoza hapa kwamba kila halmashauri iende ikaangalie kwenye bajeti inayoandaa sasa hivi ya 25 26, kuhakikisha kwamba shughuli za Programu Jumuishi ya Malezi Makuzi na Maendeleo ya, ya mtoto yanajumuishwa. Lakini pia kama mkoa tumeshauriwa kutoa maelekezo maalum kwa ngazi ya halmashauri kuhusu vitendo hatarishi vinavyoathiri watoto eh. Kuna mambo ambayo yanaathiri sana makuzi na malezi ya watoto, kwa mfano tabia ya vigodoro na mambo mengine haya makamari, lakini pia hata mabanda ya video. Kwao tutoe maelekezo maalum kwa, kwa wakurugenzi na kwa wilaya ili sasa waweze kuchukua hatua dhidi ya mambo kama hayo. Lakini pia <coughs> Azimio lingine tumeazimia kwamba kuunda vikundi vya malezi kunye, kwenye kwenye maeneo yetu, na hii tumekubaliana kwamba mpaka kikao kijacho, basi walau kila halmashauri meunda kikundi kimoja cha kwenye katika kila kata. Kwa hiyo wachague kijiji kimoja ambacho kiko karibu, waunde kikundi kimoja ili tuone tija ya vikundi hivi na mwisho wa siku tuweze kuvieneza maeneo yote, lakini tumesisitizana pale kwamba kila robo vikao vya PJT, MMMAM vikaliwe katika ngazi ya halmashauri ili kuleta tija ya kujadili kwa pamoja kule, na baada ya wao kujadili sasa, wanapokuja hapa mkoani wanakuwa nakuwa na jambo jambo moja ambalo lina, lina, linaleta ma majadiliano ya pamoja. Lakini pia uh, tumeazimia pia halmashauri zikafanya ugatuaji wa huu mpango ugatuaji tunamaanisha kwamba sasa ngazi ya halmashauri ishuke zaidi chini, iende kwenye kata iende na kwenye vijiji, kwa kutumia wataalamu mbalimbali wa kata na wataalamu wa vijiji au mitaa kwenye utekelezaji wa programu hii ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya. Na mwisho wa siku kabisa tumekubaliana kwamba ili kikao chetu kiwe kizuri zaidi, tuepuke hii kuwasilisha katika kila halmashauri, tutengeneze kadi alama ya alama ngazi ya mkoa, ambayo kadi ya alama hiyo sasa itakuwa inatumika kukompeli taarifa zote za utekelezaji kwa ngazi ya halmashauri, na tunapokutana kwenye kikao kama hapa, tunaiwasilisha yenyewe, pale ambapo inaonekana na mapungufu, basi tunajadili hapo hapo kuona kwamba kwa nini halmashauri gani na mapungufu na kwa nini imekuwa na mapungufu hayo. Kwa hiyo, itakuwa inatuelekeza kwenye action point zaidi badala ya kuwa tunajadiliana kuwasilisha kila taarifa. Kwa hiyo, kikao kimekuwa kikao kizuri sana, kimekuwa kikao ambacho kwa kweli, kwa kwenda hivi, tunaweza tukafika mbali zaidi. Usisahau kusubscribe YouTube chaneli yetu MP Online TV.